E bana, hii hapa ni PHD Media. Ee, ni nikwambie tu kwamba mambo ni moto moto. Kama kawaida yetu, mambo ambayo yamekuwa na ukakasi sisi tunakuletea katika masikio yako kwa uzuri kabisa, alafu tunauondoa ule ukakasi, unakuwa unalielewa jambo vile lilivyo, wala sio katika hali ya utata. Usisahau kabisa kusubscribe, kushare pamoja na kucomment bila kusahau kulike, e, channel hii nzuri kabisa ya habari zenye uhakika. Naizungumzia PHD Media lakini pia unaenda pale Facebook unaandika PHD pale Instagram PHD bila kusahau TikTok na, eh, na X pale mtandao wa X andika pale PHD unakuwa unatupata kwa uzuri kabisa. Moja ya kitu ambacho leo PHD Media tumekuja nacho bwana ni kuhusiana na ugonjwa wa corona, COVID 19 au uviko <laughs> e, bwana wa Tanzania wengi sana, au wananchi wengi sana wanadhani huu ugonjwa umepotea kabisa, yani kwamba haupo kabisa, lakini taarifa ni kwamba ugonjwa huu upo na takwimu zimekuwa zikitolewa kila mwezi eh, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika idara ya afya. Sasa bwana eh, katika mikoa ambayo imeongoza kuwa na takwimu zenye namba kubwa ya watu wenye ugonjwa huu wa COVID-19 bwana ni Dar es Salaam. Sasa hili bwana ni jambo la kuchukua tahadhari. Wewe wananchi wa Dar es Salaam pamoja na eh, mkazi wa mikoa yote ya Tanzania uwe na hatua za tahadhari za kujikinga na ugonjwa huu wa korona. Nini ambacho uh, kimeweza kuzungumzwa na mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe bwana? Amesema bwana, kumekuwepo na ongezeko au la tetesi zinazohusiana na ugonjwa wa, wa, wa, wa mifumuko ya hewa katika jamii mm. hapa nchini sasa, hali ya kuongezeka uh, na kupungua kwa ugonjwa imekuwepo kila mwaka tangu kutangazwa kwa ugonjwa huu mwaka 2020. Kwa kipindi hiki ongezeko hili lime, lime, limeonekana zaidi katika mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia amesema Dk. Magembe kwamba wananchi wanatakiwa kuzingatia kanuni za afya eh, kujikinga na kuwakinga wengine dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya mfumuko wa njia ya hewa. Kwa hiyo bwana, ugonjwa wa korona bado upo. Kwa hiyo chukua tahadhari, hakikisha zile e, kanuni zote za kujikinga na ugonjwa huu zinakuwa sehemu yako ya maisha, ili kuweza kuhakikisha unakuwa salama wakati wote. Kitu cha kwanza kuzingatia, bwana, ni afya kwenye haya maisha, alafu mambo mengine yanakuwa e, yanafuata. Bila afya hauwezi kufanya kingine chochote kile. Hii ni PHD Media na hiki ndicho ambacho tumekusogezea siku ya leo. Usiache kufuatilia habari zenye uhakika kutoka hapa PHD Media. Usiache kushare, kusubscribe, kulike pamoja na kukomenti katika chaneli zetu zote.